Mjambo wa ndugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Nimekuja mbele yenu katika muda huu ambao kabisa ni muda wa mchana, nikiwambia mchana mwema kwenu nyote mnaokuwa mbali na karibu, nikiwambia ya kwamba kwa siku ya leo kabisa tutaendelea kuongea mambo mbalimbali mbali, e, kuhusu mapambano na tangazo ambao watoto wa Bukavu ama population ya Sud-Kivu inanipatia kati niwafikishie wazalendo na hii tangazo, ndaipana gisi inavyokuwa, lakini mbele ya kuingia katika tangazo hile ambayo watoto wa Bukavu wamenipatia, wameniandikia, wamesema tufikishie hii habari wa wakuu kabisa wa wazalendo, ili kwamba tuwatujibii na watupatie jibu, na watakaponijibia na mimi nitakuya nipapatie na mie jibu kwenu, population ya Bukavu donke, mie niko hapa, niko intermediare kama vile mpasha habari unaponipatia tangazo, mimi nitaitoa na nitaifikisha pale ambapo inahitajika kufika. Baadaye wakinipa jibu kwa ile tangazo, na mie minakuja minawapatia hayo vile vile nilitoa kule, na vile vile nita nitaitoa kwenu na hii itakuwa ni kitu ya mzuri sana, maana hii ni tangazo nzuri tena njema ambao watoto wa Bukavu wamenipatia, wamenipa na maskriti nzuri sana ambazo naweza nikatembelee ndani. Na tunasema asante sana watoto wa Bukavu kuendelea kukumbuka mtoto wenu Kolomboka. <laughs> ninawapenda sana wandugu zangu wa Bukavu. He, mimi ni mtoto wenu, alisi mtoto wenu. Hii ni sheni moja kubwa ambayo imetumika katika muji wa uh, malipote Bukavu Goma hmm? kabisa hapa kabisa, batoto ya kuessans, batoto ya major vang, batoto ya mungu shinye bote kabisa, mujilunde kwa pamoja kabisa, muponde subscribe yenu, ili kwamba tupate kuwapatia kabisa tangazo hii njo twini natuma sai, mi niingia mbele ya mikrofoni baada ya kusoma hii tangazo, na mie mi nasemaaa, nisibakie na hii tangazo, ninafaa bajue kama nimefikisha tangazo yavo. Na hapa kabisa najua kama hapa ni kitu ya mzuri sana tena sana. <clears throat> lakini mbele ya kutoa hii tangazo, tuanze kwanza kwa habari ambayo imepitikana hapa mjini Goma, hapa mjini Goma, jana masaa ya 17:30 ulipitikana evenema moja hapa ambayo imeshangaza kila mtu na, na kabisa hapa eh. kuna baba moya anaitwa kwa jina la Doyo Doyo, watu wengi wanamjua hapa Mbirere Doyo kabisa, mnamjua. Ni baba ambaye anakunywa sana, ni mkunywaji kabisa Ha, wa wa maji ya asili. <laughs> Yani yeye ni mkunywaji kabisa, Doyo ni mkunywaji hapa Birere, na jana alienda piga sapilo, alienda kunywa sapilo. Sapilo mnaijua, lakini hata kama huyu baba ni mkunywaji, haezi kunywa bila shashe ku mkono ya nyama, huyu hmm? baba haezi kula bila, haezi kunywa pombe bila shashe ya nyama kumkono. Na yeye alienda kunywa kama kawaida na shashe yake ya nyama kumkono. Baada ya kula na shashe yake ya, ya kunywa na shashe yake ya nyama akalewa, akakia. Sasa iko na kuya polepole mkwake kunyumba gafika katikati ya njia akaanza tapika tapika tapika, ilikuwa ni 17:30, wanasema batu na tapika. anasikia ile pombe nyalikunya njoina mfanya vile nyuma kidogo, akaanza jiaria na kujikoyolea. Batu biko banamwangalia, akuna mwenye alikuwa na mugusa ako, batu balikuwa namuangalia. Watu wanasema mm, pombe ile, ile ni pombe, ile ni pombe Segone makumi tatu baada ya kutapika na kuna na ku, ni yako ewane papa bati mubaya na nyamake ko pale pembeni, akakata kamba, akaruka kabisa mpaka mbinguni, akakufa. Batu saba liona anakufa njo banashituka sasa e, e, yo ndio anakufa, mumpeleke kuhopitali, mumfanye hivi. Wanduku ndugu wapendwa, ilikuwa uzuni sana, huyu baba alikufa na anachafuka mwili mzima, na nyama yake pale pembeni, ile nyama satu alikufa, atukuyo kwenye ile nyama, ilipita kama ilipita yulu kama ilipita chini kama ilipita wapi, bajama bamubirere balipita na daka nyama, banaenda nayo. Hii ni evenema enye inapita hapa mwaimungini yetu hapa pa kongomani hapa hapa kwenye inapita bake kwenye balipitisha bo, siyo kwenye ilipita, kama ilipita yule, kama ilipita chini, mi na wewe hatujui petetre. Uneza juliza juu ya nini? Kolomboko kunatwambia na mahabari za makartie na nini benye biko bulaya abayuaki te na Kongo ya bogisi na kuwaka benye biko Amerike abayoe situation ya mumakartie ya mukongo kwenye bali ya chaka. Eske ile maevenema ya zamani ingali na kuwaka mukongo biko na bezwi ya kujua kwabo hmm? biko na bezoe ya kujua donc, acha ni bambie bayuwe gisi Kongo ingali inatumika na bakongomani gisi bangani. Jana mtu mwanje alinyuliza hivi iko oazise, hmm alinyuliza seme sakolo mboka fulani asa sitasiba jina yake fulani, alikuaka Kadafi pale kwa sensa, angana kuaka hmm kama anakumbuka rafiki yake mwenye alikuaka na, na kunya naye masapilo pale. Hey. ile ni mabitu ya mzuu sana eh yeah? Eh? Unaona kama mutu inabidi kukumbusha wengine kama kwenu kungali hivi. yaivi U papa akakata kamba. Bo, misi yue we njo utayua benye utasema, aiko njo tangazo wanipatia. Tangazo, tangazo ya kweni ambo wanipatia. Me niko nasema akaka istuare kwanza kuonesha batu kama amuta chunga mutu akufe njo mke mumu, mumu sove. I inaendana na tangazo yenye population ya Bukavu imenipa lipati bazalendo inaendana kabisa, na ndio maana nilisema acha ni niseme ju nabo bakobana sikia, sa balio na papa na kata kama nje balenda mbebako hopitali mesa likuwa natapika tapika, abakumubebako hopitali, na saenya lijiaria abakumubebako hopitali

ikuwe edivize ku batu yote na ku bazalendo bote, malipote kwenye biko hapa. Hii ni lettre enye nafunguka, hii ni barua enye kowazi mm -hmm. Batu ya Bukavu bananiambia hivi ivi, papa kolomboka wazalendo walitutangazia tuta, wali kama tusitoke mu manyumba ya kwanza ya pili bakatwambia twende tuuze chakula ya mingi, maana ikipita tu ikipita mardi, auyouza chakula usiende tena msoko. <laughs> Tuliacha makazi, tulifanya ville morte, hakuna atali. Sasi mwelilia mmuzi wa Bukavu mupaka saa hii. Atu ya yuwa kama aba batu batakia kutukomboa, tungali muma nyumba, tunakosa vya kufanya, njale na tatuyi hapa. Tunajuliza eske batakuyaka siku gani? Amemta banendelea kupana 24 ku M22, pili biko banakuya, banafika fasi kuliko bakabe, bakamate babaki epale banapigana adui na banamkimbiza, ndio lakini, saa yenye adui ashakimbia nabo tena, banatoka banaacha pale wazi, banaenda. Saa adui anarudia, anakamata bajene, anaanza kuwaua, anakamata bamama, anababaka, anafanya vitu vya mubaya. Njoo bana nipatia aseme nibaseme niba hivi, nawazia batu mingi, muko dako ya vinye Mine nasema wala kama huko dakoro usiyue, wenju unayua kwenye uko na kwenye auko. Banasema hivi olie ya kumwambia musitoke na amu ya kuwa tayari, wala kuwafungia mumanyumba na amu ya kuwa tayari omwe, basi mumwambie bwana shati ya kuwa tayari kwa kuwa kuwaokoa kule Bukavu. Mutoke kwa mujishe manyu, machakulenu mutoke, mufanye makazi yenu, ili kwamba sasa na biko nako na mafranga tamu, mkono jubule bwenye baliuza butaisha namu na yakwe aseme, macho iko inje sabenye iko na biko nachunga Yesu. Pili, balishanza sukula masahani kunyumba biko banachunga kase bazalendo, batakia baokoa tatu bashanzalala mbele <laughs> bashanzalala mbele ine, manake hakuna basha kwa na visirani, visirani akuna mtoto biko unapita pembeni yao. Sasa bazalendo, muko wapi eh? Bandugu yetu munakawa bacha ukao, banachoka, banachoka

banasikia kama walikali asemi inakuwa inakwatombe me, mimi minabambia kama walikali haiko tombe. Ndio ile mimi nabambia ile mafoto mko mnona ni jana, wakati ambapo walikuwa wanapigana ndio walikamata ule mafoto. Leo hii tuko tunaongea hapa, walikali haiko haiko tombe. Okay, merci. Unaona kama batu biko na sheria ya kusema kwamba banachoka lakini sasa ngambo nyingine ingine ngambo nyingine, population ya Bukavu na batu yote, na kandokan, vita haiko kabumbu, aseme tutenda tuangalie tuangale gisi gani. Jano na wita kenge, munamkumbuka unijuere wetu, acha tuacha acha laga dunia. Lakini mimi namsema tu jano wita kenge atachenga ndindri, munakumbuka ndindri, munaya ndindri, batu ya kwesansi minayaka mnayandi sana na Jano Itakenge. Aba ni ba bajueri bakubwa kabisa ambao walikuwa apa mjini Bukavu na muungano na Bukavu dawa. Okay. Aiko vile vita aiko kabumbu ya mungano na Bukavu dawa ya bilombe na nani a, hii ni vita. Vita ni mpango ile kwa mimi njomindeza sema bazalendo kusema kama bana batakuya wala abatakuya aiko njo kitu enye ku raisi sana, kitu ya mzuri sana ni kukuya kwa wakati nzuri hmm? kukuya kwa wakati nzuri, ambao wanaona hii njo wakati tuniza fika sasa, sababu adui ashakuwa hivi, na biko na bateknisie bao, biko na watu, biko na bageneral bao, bao. Banapanga vita yani ni kusema tangazo muna nipatia minefikisha, lakini minatia ka intervention kado. Donc ni kusema abatasema tu tunakuya, na njo yule tu wanakuya ile mm -mm. Ila itakuwa te na vita, ile vita ni mpango, baneza fata na mwezi na bakukuya, baneza fata na juma na bakukuya, biko banapanga mipango yao, banapanga, banaangalia ban... njo vita, vita inapasha kwa na baespio ba kubambia apa na apa, kuko hivi donc, tuneza pata shida apa, tunaweza kuwa hivi e, muneza sakuya pale. Njo maana ya bale ba infiltre benye munaonaka Uvira, benye munaonaka wapi. M23 natuma ba infiltre mbele. Bale ba infiltre, kazi yao ni nini? Ni kubambia situation ya, vile ya, kwenye biko bana enda, njo maana ya vale basi ya ba sasa ba tre tre

bazalendo ba, sio. Hii ni mapambano, ndugu yangu. Hii haiko ya, haiko buchuruzi mm -mm. Juu mutu azitoka Manyema juu yake churuza damu yake hapa haiwezekane. Mutu azitoka Kindu ne ya Kindu. Kindu hakuna vita. Anatoka Kindu akuyecheza mchezo mm -mm. Hapa wa kandanda. Hapa akikufa nani watamlipa? Hmm? Nani mwenye kunalipa bale bazalendo benye biko banakufa? Nani mwenye kunalipa? Ni leta. Siku banakufa tu. Okay. C'est-a-dire que nabo banapasha kwanza anza kuangalia eske tutatembea pale, ae, tutapigana pale ae, ni muvile bandugu yetu yuko pale ba, mama yetu yuko pale ba. Lakini bikishindikana batapasula liyai

musijichange na adui, musiingie mu mapiege za adui. Donc akikua kwenu kubalomba nafasi ya kumfuchika, licho moe mfuchike licho ingine museme, njo vile tutakuwa. Licho moo mfuchike licho ingine museme. Aiko hapa. <laughs> Aiko apa, aiko apa? Eh? Na huko naonesha kidole, aiko apa, aiko hapa? E, kumbi kumule ile njo tunapasha endaka vile, wa kongomani wenzangu, wa ndugu zangu, msichoke mungoyi, kwanza msikie kenye bakubwa batasema. Msichoke mungoyi, kwanza msikie kenye bazalendo batasema. Yakutumba yasema kitu na bengine ayasema kitu, mina ya kama espoir yetu iko kuwaza waza. Sasa bengine walikuwa nasema walikalisha kwa tumbi ile yote musiogope, na ile walikalisha kwa tombe gome li kwa tombe na biko tu sivile. Wa Ruchuru, Masisi nini, nini, nini, aba kwanza apa tungali mbieju, bangali hapa mubukavu, bangali hapa mubukavu, ivi bangali nazungurukia hapa mubukavu semien puisque, aba yakamate ngine mafasi zenye zina saidia Bukavu, bangali hapa mubukavu. Alors. Njo mana eforo yote na mawazo yote ya wazawaza iko bukavu kwa muda huu. Ikishafika bukavu, bataanza waza sasa, mawazo yabo yote itakuwa ni goma. Bakisha ukamata goma, mawazo yabo yote itakuwa ni walikale, itakuwa ni ruchuru, itakuwa ni masisi na nchi yote itakuwa imegombolewa kama kawaida. Najua kama mmenisikia, najua kama kila mtu iko pale amenisikia. Na wewe ambao unisikie, basi shauri yako. Sina kingine cha kukwambia, ila nataka tu nikwambie kama kaa chonjo, usikilize kile ambacho wazawaza waza watafanya. Usijichange na adui na usimpatie adui nafasi munyumba yako, usipatie adui nafasi hata akue shangazi yako, akue myomba wako, akue nani yako, tosha ye nje asikuuishe. Sayi niko nawambia wazalendo wako mumuji ya Bukavu. Biko muvile katikati ya Bukavu. Alor, na hapa kabisa mutayua kama tuko na banaume na mulizala, mulizala. Bale ni watoto enu benye wanataka kuya kugomboa wa bamamabo na bababo na badadabo na, na balokoyabo. Mungu awasaidi nye, muikale mungu, muna baombea mungu